Ikiwa wazo hilo lingekuwa sahihi, Biblia lazima siku zote ingalimfafanua Mungu katika hali ya umoja. Walakini, unaweza kuona hali ya wingi ya Mungu katika Biblia ambapo anajirejelea mwenyewe kama tu. Ndipo Mungu akasema tufanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu. Fumbo la tu katika Mwanzo Anasema tufanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu. Fungu hili kwa muda mrefu limekuwa fumbo kwa wakalimani wa Biblia. Ikiwa Mungu muumba ni Mungu Baba peke yake, angalipaswa kusema nifanye mtu kwa mfano wangu kwa sura yangu. Lakini Mungu alisema tufanye. Kwa hiyo hii inathibitisha kwamba hapakuwa na Mungu Baba tu. Basi kwa nini Mungu alijirejelea mwenyewe kama tu? Mungu aliwaumba mwanaume na mwanamke. Adamu na Eva waliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Kwa hiyo Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake mwenyewe, kwa mfano wa Mungu alimuumba; mwanaume na mwanamke aliwaumba. Hii inamaanisha kwamba Mungu yupo kama mfano wa mwanaume Adamu, na kama mfano wa mwanamke Eva. Ndiyo maana Mungu alijirejelea kama tu. Kwa hiyo, kulingana na mafundisho ya Biblia, lazima tuamini si tu katika Mungu Baba bali pia katika Mungu Mama.